E bwana, hii ni moment ambayo ni very special ambayo tunamuona Diamond Platnumz akiwa yuko na washikaji kama wote e, wana kutoka Nigeria huko, tumemwona akiwa yuko na celebrity hususan ni Davido. The main point hapa ambao tuko nayo ni Diamond kuwa close na Davido na tunaelewa kabisa kwamba kuna collab e, nyingine inakuja kati ya Diamond na Davido, jambo ambalo limefanya Watanzania wengi sana wawe very excited. E, kwa sababu tunawezekana, inawezekana ikawa hii ni nafasi nyingine tena kwa Game ya mziki wa Tanzania sasa kwenda kimataifa baada ya Davido kututambulisha ki Afrika Afrika zaidi eh, baada ya kufanya number one remix na Diamond. Sasa this time around ni kwamba hiyo issue bwana inaenda kwenda kutokea tena kwa mara nyingine, sasa ni worldwide unaelewa eh? Sasa tunaenda kuteka soko la kimataifa bwana, so ni moment ambao ni nzuri sana na ni kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi sana, baada ya kuonekana Diamond akiwa yuko na Davido, wamepiga picha, wamepiga story, wamezungumza mambo mengi sana na video zimeenda viral, zimesambaa huko mitandaoni kupitiliza. Sasa basi moja kati ya vitu ambavyo Diamond alisikika akizungumza na Davido ukiachana na mambo ya kikazi, walikuwa wanataniana as brothers, wanapiga story. Kwa mujibu wa Diamond, amemwambia Davido bwana ana plani ya kuzaa watoto kumi. Huyo ni Diamond bwana, amemwambia Davido kwamba, eh, yuko mbioni kutimiza watoto kumi. Hiyo ni plani ambayo Diamond yuko nayo, na hapa kuna page kibao zimekuja kuripoti kuhusiana na hicho kitu ambacho Diamond amekizungumza kwa Davido. Hebu sikiliza hapa. So Davido alicheka sana baada ya kumsikia Diamond anadai kwamba anataka kupata watoto kumi, na hapo alikuwa eh, yu pia wakina Bien Sol alikuwepo pale, unaelewa. Kwa hiyo Kenya nayo pia iko very represented, iko well represented na Bien eh, katika moment kama hizi au vibana So hapa kuna page imekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue wakiwa wameandika kwamba bwana Star wa muziki wa, wa Afrika Diamond Platinumz amemwambia msanii mwenzake Davido, Lax, Adekunle Gold, Bien, Chief Priest, ASA, Stoneboy, eh, pamoja na Zlatan kuwa anataka kuja kuwa na watoto kumi, kitu ambacho wasanii wenzake walitokea kushangaa sana meona bwana, hicho ni kitu ambacho Diamond amemwacha hoi, amewacha hoi wenzie, amewacha hoi ma celebrity wenzie hapo akina Davido, kuhusiana na, na plani za Diamond, anataka kuzaa watoto kumi. Kwa hiyo hapa kuna mtu hapa amekuja amepost akaandika kwamba Diamond tell his brothers he wants 10 kids, alafu akaweka pale emoji ya kucheka. Unaona bwana, so hicho ni kitu ambacho Platinumz amemwambia, amewaambia washikaji pale wakina Davido. Umeona bwana, sasa hapa nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na hicho kitu ambacho Diamond amekizungumza. Kwa mfano, hapa kuna mtu amesema, kumbe bwana Bien ndo hana hata stress ya cheni cheni, yeye yuko very kawaida. Kwa mtu ameandika hivyo, of course katika hiyo link hapo ukiangalia wasanii wote wako na macheni na nini lakini Bien hana hizo mambo. Huyu hapa anaitwa Doe Boy anasema kwamba bwana someone should correct that drink from him before he reveals he's expecting another baby from another baby mama. Kwa hiyo mtu ameandika hivyo akiwa anamaanisha jamani mpokonyeni Diamond vinywaji hivyo ataanza kutoboa siri kwamba kuna mwanamke mwingine ana mimba yake. Haya, kwa hiyo mtu kasema kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba I swear he already have another one children privately. There is a baby mama with another mothers. Uh, he, kuna mtu ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba Diamond bwana, kuna uwezekano uh, akawa na mtoto mwingine tayari. Umeona bwana, uh, uh, so hizo ni comment ambazo zimejitokeza baada ya Diamond kuzungumza hayo aliyoyazungumza hapo mbele wakina Davido. Umeona bwana, sasa hao walikuwa well, ni wa Nigeria wamekuja ku comment hivyo, lakini hapa bwana Ha? kuna wabongo pia vile vile. Haya, kuna mtu ameandika kwamba bwana Mondi muongo muongo sana. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana ana watoto wanane mpaka sasa hivi, kwa hiyo Zuchu atazaa wengine hao waliobaki. Haya, kuna mtu mwingine sasa kwamba bwana, kuna mtu hapa <laughs> amekuja ameandika kwamba bwana hawajui kama Diamond ni mwongo, anachapusha ana story bienza, peke yake ndio anayemfahamu kuna mtu mwingine ameandika hivyo, so hizo ni comments, baada ya Diamond kusikika akizungumza hivyo. Lakini pia tumeona mapicha mengi sana hawa jamaa wakiwa huko Paris, Ufaransa. Diamond ameonekana yuko Paris na hawa washikaji wote, ilikuwa ni moment nzuri, tumemwona hapo na wasanii wengine kibao kutoka pande mbalimbali mbali za, za Afrika. Lakini pia, eh, eh, kuna Page mbalimbali mbali, pia zimekuja kuripoti ikiwemo hata page yenyewe ya Wasafi nayo wameandika kwamba Diamond Platinumz, Davido, Adekunle Gold, Zlatan, Bien, eh, together link up in Paris. Wakiwa okay, wameandika kwamba mastaa wa Afrika Simba Davido, Adekunle Gold, Zlatan pamoja na Bien, wa kila bata, huko Paris Ufaransa. So walikuwa wanaonyeshana vitu vya hapa na pale. So, ilikuwa ni momenti nzuri sana kiukweli. Tumeona kwamba wakiwa wanafurahi, umeona bwana. Kwa hiyo hata ile issue ya kusikia kwamba Diamond bwana anakuja na kolabo nyingine na Davido eh, ni 100% real kwa sababu tunaona kwamba wako na momenti nzuri, wanazungumza wana have fun, umeona bwana. Kwa hivi ni vitu ambavyo vinatuonyesha kabisa kwamba eh, possibility ya ile kolabo kweli ipo umeona bwana. Uh, uh, umeona bwana, kwa hapo kuna wadau hapa wamekuja wameweka pia comment zao kuhusiana na hii link up yote kwa ujumla. kamda s so bwana, kaka, uko mbele ya muda sana. Diamond Platnumz Big Lion, naendelea kuisafisha njia kuisafishia njia Tanzania, ili wanaokuja wasipate tabu, wapite tu wewe ndio unayeweza eh, kusema msanii ambaye yuko tofauti kabisa na akili za wasanii wengine wetu hapa Tanzania. Hao wengine wa hapa Bongo bwana, yani usta kidogo tu wamerizika hadi wanakera, hakuna movement zozote zile wanazozifanya za mziki. Kiukweli ni kwamba mziki wetu, ili uendelee kukua usichoke, baba wewe, endelea eh, kuwasafishia njia tu, labda kuna dei wataamka usingizini. Umeona bwana, so hapa watu wana appreciate hiki ambacho anachokifanya Diamond. Unaweza ukamuona kwamba anakula bata, anakula bata, lakini pia anatengeneza connections ana link up na hawa watu ili mambo yake yaende, na kama unavyomjua Diamond bwana, ni mtu wa kutumia fursa. Usije ukamwona eti amekaa na mtu tu kifalafala, hapana, kuna vitu ambavyo anavitengeneza. So hizi ni connection ambazo purposely Diamond anafanya hivi makusudi, ili mradi tu aweze kufanikisha jambo. Na subiri ni muone kitakachotokea, kwa sababu kuna collab kama tulivyosema hapo awali. Kwa hiyo hii ni moja kati ya movement ambazo Diamond ameamua kufanya. Haya, huyu hapa mgaya kwamba when you hear about the most talented and famous musician those are the ones. Yani, ukisikia wasanii wenye talent ambao wanafanya vizuri kutoka Afrika hao ndio wenyewe . Umeona, bwana, akaendelea kusema kwamba, Diamond Platinum is my favorite artist in the whole while, on the, in the whole wide universe. Anamaanisha kwamba Diamond bwana ndiye msanii wake pendwa zaidi katika ulimwengu huu you make your fans proud. Simba la mama Simba daima mbele, kuna mtu ameandika hivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdao bwana, na wewe tuwekee maoni yako bwana katika comment section, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hii link up? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.